Mlango wa tano. Pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu, mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake, kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awaye yote atendaye kwa haki, atafutaye uaminifu; nami nitausamehe mji huo. Na wajaposema kama bwana aishivyo, hakika wapa kwa uongo. Ee Bwana, macho yako je, hayaangalii uaminifu? Umewapiga, lakini hawakuhuzunika. Umewakomesha, lakini wamekataa kurudiwa. Wamefanya nyuso zao kuwa ngumu kuliko mwamba, wamekataa kurudi. Ndipo nikasema, hakika hawa ni maskini, ni wajinga hawa, maana hawaijui njia ya Bwana wala hukumu ya Mungu wao. Nitawaendea watu wakubwa, nami nitasema nao kwa maana hao wanaijua njia ya Bwana na hukumu ya Mungu wao; bali hawa kwa nia moja wameivunja nira na kuvikata vifungo. Basi kwa hiyo simba atokaye mwituni atawaua, mbwa mwitu wa jioni atawateka, chui ataivizia miji yao, kila mtu atokaye humo atararuliwa vipande vipande, kwa sababu makosa yao ni mengi na kurudi nyuma kwao kumezidi. Nawezaje kukusamehe? Watoto wako wameniacha mimi na kuapa kwa hao ambao si miungu. Nilipokuwa nimewashibisha chakula, walizini, wakakutana wengi pamoja katika nyumba za makahaba. Walikuwa kama farasi walioshiba wakati wa asubuhi, kila mmoja akalia kwa kutamani mke wa mwenzake. Je, nisiwapatilize kwa sababu ya mambo hayo? Asema Bwana, na nafsi yangu, je, nisijilipize kisasi juu ya taifa la namna hii? Pandeni juu ya kuta zake mkaharibu, lakini msiharibu kabisa; ondoeni matawi yake, kwa maana si yake Bwana. Maana nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda wamenitenda kwa hiana sana, asema Bwana. Wamemkataa Bwana na kusema, si yeye; wala hayatutupata mabaya, wala hatutaona upanga wala njaa; na manabii watakuwa upepo, wala neno lake halimo ndani yao. Basi ndivyo watakavyotendwa. Kwa sababu hiyo, Bwana Mungu wa majeshi asema hivi: kwa sababu mnasema neno hilo, tazama, nitafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto na watu hawa kuwa kuni, na moto utawala. Angalia, nitaleta taifa juu yenu litokalo mbali sana, e nyumba ya Israeli, asema Bwana ni taifa hodari, ni taifa la zamani sana taifa ambalo hujui lugha yake wala huyafahamu asemayo. Podo lao ni kaburi wazi, ni mashujaa wote pia. Nao watakula mavuno yako na mkate wako, ambao iliwapasa wana wako na binti zako kuula. Watakula makundi yako ya kondoo na ya ng'ombe, watakula mizabibu yako na mitini yako. Wataiharibu miji yako yenye boma uliyokuwa ukiitumainia, naam wataiharibu kwa upanga. Lakini hata katika siku zile, asema Bwana, sitawakomesha ninyi kabisa. Tena itakuwa mtakapouliza, Bwana ametutenda mambo hayo yote kwa sababu gani? Ndipo utakapowaambia vile vile, kama ninyi mlivyoniacha mimi na kuwatumikia miungu mingine katika nchi yenu wenyewe, ndivyo mtakavyowatumikia wageni katika nchi isiyo yenu. Tangazeni neno hili katika nyumba ya Yakobo, litangazeni katika Yuda kusema: Sikilizeni neno hili, enyi watu wajinga, msio na ufahamu; mliona macho ila hamwoni, mliona masikio ila hamsikii. Je, hamniogopi mimi? asema Bwana. Hamtatetemeka mbele za uso wangu, mimi niliyeweka mchanga kuwa mpaka wa bahari, kwa amri ya daima, isiweze kuupita; mawimbi yake yajapo umuka, umuka hayawezi kushinda; nguvu yajapofuma sana hayawezi kuupita. Lakini watu hawa wana moyo wa kwasi na ukaidi, wameasi, wamekwenda zao, wala hawasemi mioyoni mwao, basi na tumche Bwana Mungu wetu, aletaye mvua, mvua ya mwaka na mvua ya vuli, kwa wakati wake, na kutuwekea juma za mavuno zilizoamriwa. Maovu yenu yameageuza haya na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Maana katika watu wangu wameonekana watu waovu, huotea kama vile watu wategao mitego, hutega mitego na kunasa watu. Kama tundu lijaavyo ndege, kadhalika nyumba zao zimejaa hila. Kwa hiyo wamekuwa wakuu, wamepata mali. Wamewanda sana, wang'aa nam, wamepita kiasi kwa matendo maovu, hawatetei madai ya yatima ili wapate kufanikiwa wala hawaamui haki ya mhitaji. Je, nisiwapatilize kwa mambo hayo? asema Bwana. Na nafsi yangu, je, nisijilipize kisasi juu ya taifa la namna hii? jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii: manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake?